Kwa niaba ya kamanda kikosi amea kikosi cha jeshi Oljoro, kwanza niwapongeze askari wetu na wenzetu kutoka taasisi zingine ambao wametoka kushiriki mashindano wa haya ni wakaribisha sana Tanzania karibuni sana sasa hivi imeonekana kuna mwendelezo mzuri kama mwenzetu alioonyesha Simbu ambayo tulimpokea sio muda mrefu na sasa hivi tunawapokea wengine kama hivi navyoona kwa hiyo nawashukuru sana viongozi wangu wanatutia hamasa na vijana wangu mwendelee kufanya mazoezi ili muweze kushiriki mashindano mengine na muweze kushinda zaidi asante sana <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> naamini hawa ambao wamefanya vizuri kwenye michezo ya Nagai City marathon watawahamasisha pia na hawa vijana chipukizi ambao wako kwenye program teni. Na wao wanataka wawe kama kama kina Michael Kishiba wawe kama kina Charles Sule ambao wamefanya vizuri kwenye Nagai City Marathon. Kwa hiyo naamini ushindi wa wanariadha wetu wale waliofanya vizuri kwenye mbio za Nagai City Marathon utakuwa ni chachu kwa wanariadha wengine. Shukuru kwa sababu wachezaji hawa wamekunyanyua sisi taifa letu la Tanzania na, na tumia nafasi hii kusema kwamba karibuni sana nyumbani. Pia nashukuru makocha. Nilichozingatia zaidi ni kujituma, hata ukiwa kwenye mashindano lazima ukumbuke kila alichokwambia kocha, ukiwa kwenye mashindano ni kuzingatia, ndicho. Nashukuru sana kocha. Wachezaji wangu, nachowaambia cha kwanza ni kujituma kwenye mazoezi, cha pili na nidhamu. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, mkuu wetu wa majeshi, mkuu wetu wa jejetii Pande mabele na kamanda kikosi, na mkuu wetu rais wa shirikisho la riadha Tanzania na wanamichezo wote, tunashukuru sana kwa mafogezi yenu, muendelee kuwa na moyo huo huo. Kwanza siku ya kuondoka hatukutarajia kwamba tutafanya mambo kama haya.